ili maelekezo haya ya mheshimiwa rais, fedha hizo ziende haraka zikarejeshe miundombinu, zirejeshe za nasi zinazotakiwa kuponya maisha ya Watanzania. Niwaombe vijana wenzangu, niwaombe ni Watanzania, niwaombe makundi mbalimbali, tuendeni sote kwa kauli moja